Siri ya maisha ya mwanadamu. Safari ya kimya kuelekea mwisho usioepukika. Kuna siri moja kuu katika maisha. Siri ambayo kila binadamu anaipitia lakini si wengi wanaoitafakari. Siri ya safari ya maisha. Mwanadamu huzaliwa, hukua, huzeeka na mwishowe hufa. Maisha yetu ni kama saa. Kila sekunde inapita bila kurudi. Kila dakika ni hatua moja mbele kuelekea mwisho. Je, umewahi kufikiri kwa kina, kila siku unayoishi ni siku moja iliyopungua katika maisha yako? Kila chembe ya nywele inayobadilika kila mboni ya jicho inayochoka kila mfupa unaoishi ni ushahidi wa safari wa muda usiorudi nyuma wale tuliowapenda wataondoka na sisi pia tutafuata njia ile ile siri ya mauti si kifo chenyewe bali ni namna tunavyoishi kabla ya kufa maisha sio mbio za ushindani ni safari ya ndani ya roho na nafsi. Tafakari. Je, unaishi kwa namna utakayokumbukwa au unaishi ukisahau kuwa kila saa, kila dakika ni zawadi inayopungua? Siri ya mwisho wa binadamu ni maisha yenyewe, maana kabla ya mwisho.